Nisipoka vizuri nitatoka kwenye mtihani, halafu nitakukuruza. Kwa hiyo ili uepuke, u utai vizuri na ushinde, nafikiri wasomi watakuwa wanaelewa. ili ufanyi vizuri ni kulichukulia uzito na kulifanyia utafiti kwa kina, ya mkini mtihani unavyotoka, basi na wewe nisikuache mbali mwende pamoja moja. Kwa maana nyingine, nakufanya vizuri katika leiswaji. Bwana Mungu analo jambo ambalo Mungu anakuta rudia, narudia vizuri, rudia anarudia tena, anarudia aliokuwepo. Wiki iliyopita ilikuwa tuzungumze ibada zenye nguvu kwa hiyo wachache walifika, lakini Roho Mtakatifu anasema ana, sisemi kitu kingine sio kwamba si la vipo vingi sana. Unaweza ukaanza kutafuta na ujumbe mwingine ukaomba na kuomba ukaandika na kuandika, au Roho Mtakatifu na kurudisha pale na mimi niweke pembeni Ibada zenye nguvu za kanisa, ibada zenye nguvu za kanisa ndio kichwa cha somo. Ibada zenye nguvu za kanisa, ibada zenye nguvu za kanisa. Kanisa linapofanya ibada, lazima kanisa liwe na ibada yenye nguvu. Mbale tunakusema yenye nguvu manake yenye uwezo ye wa kufanya jambo kwenye maeneo fulani, kwenye mazingira fulani pia, kama ni kuokoa, kama ni kuokoa inayookoa, kama ni kumwezesha mtu inayowezesha, kama ni kumpa ushindi fulani ni kumpa ushindi. Ibada zenye nguvu na ibada zenye nguvu zinategemea pia maandalizi ya kanisa na namtabae na ya kanisa inaeleweka, manake mwamini nategemea maandalizi. Ibada zenye nguvu zina maandalizi mazuri, haiwezi katokea ibada nzuri. Ukiona mtu amejenga kitu kikubwa kinachoshangaza kwenye mti mjenga nyumba yake nzuri na watu kila ukisimama wanasimama wanambalia, kila ukipita lazima wasimame waambalie, wa mtu amevaa. Watu wanatabia pia ya kugeuka kuangalia mtu anatembea, gari yake, watu wanatabia pia ya kugeuka kuangalia maandalizi yake kuna maandalizi ambayo yalifanyika ili afanye hicho kitu, ili anunue hiyo gari, ili atenge hiyo nyumba, ili anunue hiyo nguo. Kuna maandalizi. Nawezekana kabisa kuna kitu alikiacha pembeni, ilikuwa inataka kifanyike, kinunuliwe, kijengwe, akakiacha pembeni afanye hiyo maandalizi. Lazima kuwe na maandalizi Mazuri mwamini ili aone na ibada yake mwenyewe, na anazungumza kanisa, maanake mwamini awe na ibada zenye nguvu, nahitaji maandalizi mazuri yenye ya nguvu pia, yenye uwezo pia, ya kujitoa, kuacha jambo ningine, kufanya jambo ningine.

Mahali hapa ukomali na namna gani, naomba Mungu wa mbingu na nchi akuhudumie pia, aponye pia. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Mfalme, na ushukuru Mungu tena kwa uaminifu wa kwa damu yako Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninakuadhimisha Mungu, nina kuadhimisha Bwana. Nina kushukuru sana kwa utukufu wako na mamlaka yako Baba Mungu, tumekuja mbele zako kukuabudu Bwana, kusema na wewe Mungu, kukutukuza Yesu mfalme wa mami Mungu mwenye nguvu na utukufu. Roho Takatifu, ninakualika, maana unasema Mungu ni Roho, nao wanaokuabudu imewapasa kukuabudu Mungu katika roho na kweli Baba, katika jina la Yesu, ili tuone uweza wako na nguvu zako. Tunahitaji Baba neema yako ya juu ya nguvu zako, ili kuana zitujilie tena na kutuwezesha kukuabudu Mungu na kulibariki jina lako katika jina la Yesu mwana wajahai juu. Ninaomba na kuamini, ninaomba na kulitukuza jina lako katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Chumbani mkuu, mfalme naomba ni kamili na kukubariki jina la Yesu. Uwe pamoja nasi tena, roho za kuzimu ambazo zinatamani kutembelea kwenye ibada la watoto wa Mungu, pamo zilivyotembea pia kwenye ibada ya watoto wa Ayubu kwa jina la Yesu. Na naweka ukuta wa moto mahali hapa pande zote na nguvu zako Bwana zikatupanye kiroho na kimwili kimaarifa sote na, na, na, ambazo Mungu unataka Mungu tuhudumie udumii katika Yesu Kristo mwokozi na naamamkia minda shukuru kwa Amen. ibada Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. zenye nguvu zinategemea maandalizi. Ibada zenye nguvu zinaweza kusaidia, ndizo zinazoweza kumfungua Mw, mwenye fanya ibada anayeshughulika na ibada, iwe nyumbani kwake mwenyewe au ni kanisani. Hata hapo, kila mtu amekuja na ibada, amekuja kufanya ibada yeye mwenyewe mbele za Mungu. Zile ibada tunavyozikusanya pamoja zinasomeka kinamna yake pamoja, lakini ibada ya kila mtu, ndiyo sababu nakuta mtu mwingine kila siku anafunguka kila siku vifungo vinaachia, kila siku anafunguka ufahamu wake, eh, anazidi kumwelewa Mungu. Ibada zake ndizo zinazomsaidia kumfungua, lakini kama kulikuwa na vifungo vingine ambavyo hajui vinapita katika ulimwengu wa roho, ibada zile anazofanya zinamsaidia kufunguka pia. Tumepita, tunatoka katika familia tofauti napita tumetoka katika maeneo mbalimbali, nakuta tumetoka katika na familia ila ila ila, na makabila yetu wa na nini vitu vingi tayari, kuna roho zinazofuatilia familia hii na ile, nafuatilia watu wanafuatilia, nini kinaendelea? kinafuatilia kina ili ni damkia, sababu ni moja tu, kumkwamisha huyu mtu, niyo sababu kumkwamisha huyu mtu akwame fike mahali ambapo anafika na mahali atamtukuza Mungu kwa sababu Mungu amemfanyia jambo. Zile ibada zinamsaidia yeye huyo mtu kumfungua mwenyewe, pia zinamsaidia yeye kumweka huru, zinamsaidia yeye mwenyewe kwanza kumwelewa Mungu vizuri, zinamsaidia yeye kutokuwa mtumwa wa kitu chochote, eye mwenyewe kuapisha Mungu anafanya kazi kwenye maisha yake, lakini ibada ibada, na Mungu wetu wa mbinguni ni wa ajabu sana. Kuna kitu amekipanga, mtu anapofanya ibada nzuri iliyoandaliwa, anaachilia anaachilia, si kitu kingine, ndicho tunachokitafuta kila siku, nguvu ya Mungu. Ndio maana tunasema ibada zenye nguvu ambazo kilaa ndani kuna kitu kinachokanyaga kwenye chumba chako, kuna kinachokanyaga kwenye maeneo yako, kwa sababu na ile nguvu inayotamalaki mahali pale baada baada ya ibada za huyu mtu anayezifanya mbele za Mungu. maandalizi yenyewe ni haya hapa, huyu mtu mwenye fanya ibada lazima ana maandalizi, maandalizi yenyewe sasa

dawa ya kwanza katika maandalizi ya ibada moyo mmoja katika kusali moyo mmoja katika kusali ni maandalizi kitabu cha matendo ya mtume mlango wa kwanza mstari ule wa kumi na nne watu hawa matendo ya mtume moja kumi na nne ni sasa kujieleza lioni mandalizibdaea kueleabadanazu maandalizi yake, moyo mmoja katika kusali. Hiyo ni wewe mwenyewe kusali kwa moyo mmoja. Kwenye Biblia wanasema msiwe na nia mea mbili, maanake tunahitaji kuwa na nia moja. Sasa moyo mmoja kwenye swala, kusali nahitaji moyo mmoja. Umekuja kwenye ibada, moyo mmoja. Mmekuja watu mmoja mmoja mmepiga mabati nyumbani kwako mmoja mmoja. Kwamba huo sasa hivi ni muda wa kufanya ibada. Sio mau muda wa kusikiliza kelele zinazokuja. Kama mnajisikia kelele hiyo mmepiga mabati nyumbani nao. Mmekuja kuna kelele zinasikika. Bana si fani, bana si kuna nani, si kuna nini. Ana mpaka mtakapo. Kwa hiyo ndio mwenyewe nyumbani.

Na ndio maana kuna tokea kutokuwa na mabadiliko kwenye maisha ya watu, kwa sababu ya hiyo ibada ambayo haikuwa na maandalizi. Anafanya ibada zisizokuwa na maandalizi, kwa maana mabadiliko kwenye maisha yake ya kimwili, hata ya kiroho hakitokei kitu. Matendo ya Mitume nasema, na wale wanaojua maandiko wameshasoma tayari, moja kumi na nne. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali, kwa sababu imeanza na mtu mmoja na familia moja na kusanyiko la Mungu walikuwa kidumu katika kusali kwa moyo mmoja. Kwa hiyo nimesema hata unapoenda kufanya ibada ya kwapo mwenyewe unahitaji maandalizi ya moyo mmoja, moyo mmoja katika kusali. Wakisha mwezi sana, moyo wako umekusanyika kwa kuja kwenye ibada, utapili utoke, usimulie nimetoka kwenye ibada, lazima umekuja kwenye nyumba ya Mungu kwa kuabudu Fanya ibada ukiwa na moyo mmoja, sio kwa sababu mtu fulani amekulazimisha au mtu fulani amekuita, au sikuonekana anakuta fulani. Moyo mmoja, unamtaka nani? Mungu. Unakuja kwenye ibada kwa moyo mmoja kusali. Hayo ni maandalizi. Tuko pamoja?

kwa ibada hawezi kuambulia ibada zenye nguvu, hawezi kufanya ibada ambayo itamsaidia kubadilika, itamsaidia yenye nguvu, ambayo itamtoa kwenye mazingira fulani na kumpeleka kwenye nafasi nyingine. Moyo mmoja kuja kusali, moyo mmoja unapopiga magoti kuomba nyumbani, afanya ibada. Jambo la pili, maandalizi na akoa mana kaaa ma mkiwa kli masanan heeawi moyo moja katika ushirika, moyo mmoja katika ushirika na kuhudumiana katika ushirika na kuhudumiana kama kanisa tunapo tunapoonekana kuna mahitaji, moyo mmoja katika ushirika. Matendo amejuma mlango wa pili mstari wa kwanza sita tena

mioyo yao iko pamoja, maana kila mtu ana moyo wake, anachowaza ni kingine, na mwingine na kingine, na ndio maana hata ibada zitatofautiana, ule atakuwa na ibada zenye nguvu na ule ana mambo yake. Kila mtu ana moyo wake na namna anavyowaza na namna anavyotafakari.

Imepita kushoto moyo so, um. Mmoja siku -hmm. Yeah, yote yeah. Kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu wakimega mkate nyuma kwa nyuma na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo walidumu ndani mle kwa moyo mmoja kwenye hekalowamii watu wanakutana kwa moyo mmoja, nia yao ni kufanya ibada. Sokuwanza kingina anachowanza huyu nini, anachowanza huyu fanya ibada, aonekana kuna mahitaji kwenye kusanyiko ile. Wakasalimiana, wanakula chakula chao kwa moyo mmoja, tena mweupe

Tunaona kwenye Matendo ya Mitume mbili mstari wa arobaini na sita ndio kuridi pale nafanya kazi kwa kisha, wale wote wanapoonekana kuna mahitaji wanaweka. Leo sana zako jamani, Mungu tusamee. Sema sema pamoja na mimi, Mungu tusamee. Wewe mimi na mimi na mimi na wewe, tunabadilisha. Kuna mtu ana kiatu, Mungu tusamee

Amezidi, amezidi nini? Sio msaidie, sio waifanye hicho maandalizi ya ibada, kuruhusu Mungu kukaa ndani ya moyo wangu, kuruhusu Mungu kukaa ndani ya moyo wako na wangu.

Yani, kati ya hekalu la Mungu amaamni -hmm. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Asante sana kwa haya. Maandalizi mojawapo ni kuruhusu Mungu kukaa ndani ya huyo mwamini anayetaka kufanya ibada zenye nguvu namana, kama naeleweka? kama uelewi, Yesu anarudi. Haya mazingira unayoyaona ni maandalizi ya, tusijiangalie sana tukajipoteka. Yesu anarudi. Sasa kama nina ibada ambazo hazileti mabadiliko

Kama Yesu anamkuta huyo mtu yuko kwenye mazingira yanatatanika, aendelee na Yesu asiendelee na Yesu, huko na kile anavuta na asitegemee. Maana kama kapasuka, aliyepasuka ndian huku, kuna mifuka huku, kuna Kwa hiyo ibada zenye nguvu akiamua kuzifanya zitamsaidia kumwonyesha njia ambayo ni sahihi, na yeye zitafanya au upande mmoja. Yani, kazi za ibada zile ni za kumfanya mtu au upande mmoja. Ndio maana anauliza kuna mahusiano gani kati ya roho thelathini na ujasiri? Ni kwamba aliyeingia huko ndani ndio anayeleta ujasiri. Wapende manesha asifiwe. Ibada zile ninazozungumza ndizo zinazofanya huyo mwamini ama mtu wa Mungu peke yake, kwa sababu zinamfanyia mabadiliko kamili, zinafanya mabadiliko. Utasikiliza mbele nini kinatokea, anapokuwa na ibada kama hizi, nini kinatokea? Kwa hiyo tunaona kumruhusu Mungu kanga, lakini jambo la tatu, la nne, kujitoa mimi yetu kuwa dhabihu kwa Mungu um, hayo ni maandalizi. Kujitoa miili yetu, mimi ni hekalu mi, mi, mi, mimi ni mi, dhabihu kwa Mungu um, maisha yangu nayaacha, nayatoa kwa Yesu, sio kuyatumia mimi mwenyewe a nayatoa kwa Yesu um. so, maisha yangu uh, na um, Yesu ayatumie kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Angalia Walumi kumi na mbili pale mstale wa kwanza, taon waluikui na bi mstall wa kwanza, Biblia inasema basi ndugu zangu, na nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoaini mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Mtoa mili ndiyo maangalizi mojawapo ya kuwa na ibada zenye nguvu. Kama mili yangu mwili wangu maisha yangu kaluengini nyepesi, nafanya vitu vya ajabu, nisitegemee kuwa na ibada zenye nguvu na zenye uwezo na kupona maisha yangu na kubadilisha familia yangu na kubadilisha shughuli zangu, kila kitu kinategemea kwenye ibada jamani, ndio timbuko la kila kitu, timbuko la baraka zako, timbuko la familia yako, timbuko la mipango yako, timbuko la kila kitu. Unapofanya ibada zenye nguvu mbele za Mungu, Mungu anashughulika na maisha yako yote, yawe kiuchumi, iwe kifamilia, iwe wewe mwenyewe, iwe kwa kazini

Kabla kuwa na sababu ya msingi ya kitabu kama wamesema, sababu ni hii. Kama yenyewe bado tunajipeleka kwenye ibada zenye nguvu, maana kusudi la Mungu ni kwa huo mtu huyo atakayo ana wale usingizi, kama imeingilia tu, lazima tupeleke kwenye mahakama mahakama ya Mungu, ibada zenye nguvu ambazo zinaweza kusaidia na baada hizo